Umeshawahi kuulizwa kuna mtu hana dhambi? Halafu aliyekuuliza ni mtu aliokoka au hata mchungaji wako, ukanyong'onyea moyoni ukiwaza, kweli kuna mtu hana dhambi? Hata wewe unazo. Au pengine umeambiwa sote tumepotea kama kondoo asiye na mchungaji, kumaanisha kwamba sisi wote hatuna la maana, tumepotea tu. Kama jibu ni ndiyo kwa walau moja ya maswali hayo, basi elewa kwamba maswali hayo yamepanda mbegu ya utumwa wa akili ya dhambi, na usipojifunza jambo hautapiga hatua kiroho. Ili kung'oa pando la mbegu hiyo ya uovu, pando asilolipanda Baba wa mbinguni, nipe dakika zako chache kuangalia video hii. Kushinda utumwa wa akili ya dhambi. Tuanze kwa kufanya jaribio la kufikirika, thought experiment. Fikiria kwamba wewe maliza chuo, uko nyumbani, mwaka mzima, huna ajira, una kazi alafu, una deni kutokana elimu yako iliyosoma, ulidhaminiwa, kwa hiyo una deni bodi la mikopo. Lakini fikiria kwamba benki moja imetangaza mikopo minono sana ya kuanzisha biashara kwa watu waliomaliza chuo kozi uliosoma wewe, alafu fikiria kwamba wewe una mawazo mazuri ya kibiashara kwao, unataka uapply huo wa mkopo, uanze biashara, lakini kuna tatizo moja. Ili uweze qualify kupewa mkopo, inabidi uwe hauna deni mahali popote, sio kwenye simu za mikononi, sio benki, sio bodi ya mikopo. Sasa kwa sababu wewe una deni bodi ya mikopo, unajua kabisa hapo kwamba wewe hauyakidhi vigezo lakini fikiria kesho, Mheshimiwa Rais akitangaza kufutiwa madeni bodi ya mikopo kwa wanafunzi wote waliohitimu mwaka jana, kozi ambayo wewe uliisoma. Mara moja umeshakizi vigezo na utaapply mkopo huo ili uanzishe biashara. Siyo kwamba wewe haukuwa na deni bodi la mikopo hapana, ni kwamba deni limefutwa, wala siyo kwamba wewe umelipa deni lako. Hujalipa hata senti tano, huna biashara, huna kazi, ni kwamba tu deni limefutwa kwa amri ya mheshimiwa rais. Deni limefutwa, na sasa umekuwa kama vile mtu ambaye hajawahi kukopa hata senti tano kodi ya mikopo, kama vile ambavyo watu uliosoma nao hiyo kozi moja pamoja na wewe wamefutiwa deni zao. Sasa wana vigezo vya kukopa kama vile hawakuwahi kuwa na deni mahali popote. Ndivyo ambavyo watu ambao wamemwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, wamefutiwa dhambi zao kama vile hawakuwahi kutenda dhambi kabisa. Na sio kwamba hawakuwahi kutenda dhambi, wametenda dhambi nyingi na mbaya, lakini zimefutwa zote kwa sababu ya imani yao katika Kristo Yesu, wamehesabiwa kuwa na haki mbele za Mungu. Isaya 53:12 inasema, walakini alizichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji pia. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Ukiokoka huna dhambi, ndiyo maana unakwenda mbinguni hakuna mwenye dhambi atakayeingia mbinguni. Na kama ukiona umetenda dhambi, una unatubu unaungama dhambi zako, alafu ukishatubu unasamehewa dhambi zako. Sasa ukitubu alafu ukasamehewa dhambi zako, unakuwaje mwenye dhambi tena? Usichanganye hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa nane inasema tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini mstari unaofuata baada ya hapo unasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Fikiria umetoka kuungama dhambi zako, umeshatubu alafu halafu mtu anakuuliza, kuna mtu ana dhambi? unashindwa kumjibu. Hapo inabidi urudi tena kuungama, nende tena katubu, tubu mpaka, vile ukitoka mtu anakuuliza kuna mtu hana dhambi, unaweza ukamwangalia machoni na kumwambia ndiyo. Mara zote maswali au maneno yaliyolenga kukufanya ujione usiyefaa, kukunyongonyesha, kukuonyesha ufai kitu bila kukuonyesha njia ya kumrudia Bwana huwa yanatoka kwa Shetani. Unapokuwa unakemea watu dhambi, unawambia waache uovu waende katika njia iliyonyoka, alafu anatokea mtu anakwambia, anakuuliza kuna mtu hana dhambi, akilenga kukuondolea ujasiri wa kukufanya usikemee dhambi, basi huyo ni Shetani. Yesu mwenyewe hakuhukumu, lakini alimwambia yule mwanamke mzinzi usitende dhambi tena. Watu inabidi waambiwe kuhusu dhambi waonywe, kwamba wasitende dhambi tena. Shetani analenga kukuondolea ujasiri, kwa sababu bila ujasiri kwa Mungu hupati kitu. Waraka wa kwanza wa Yohana inasema na huu ndio ujasiri tuliokuwa nao kwake, na pia Waebrania inasema tukisogelee kiti cha neema kwa ujasiri ili upate ujasiri ni lazima usiwe na dhambi wala usiwe na utumwa wa akili ya dhambi. Elewa kwamba damu ya Yesu haijamwagika bure ili wewe endelee kuishi katika dhambi au kuwa na dhambi. Hapana, na ukishatubu ukishatubu, ukasamehewa dhambi zako, basi huna dhambi tena, kwa na wewe jisamehe. Damu ya Yesu ipite moyoni mwako, ikusafishe dhamiri yako, usijihukumu tena. Biblia inasema wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Nakumbuka stori ya mtumishi alipigana na mwenzake, alafu kesho yake kaenda kukemea pepo, pepo likamgomea likisema, wewe umefanya dhambi jana, mpigana na mwenzako. Mtumishi akajibu ndiyo, nilipigana, lakini katubu kwa Mungu naye amenisamehe. Kwa jina la Yesu Kristu na kuamuru toka, likatoka. Spiri, ujasiri katika roho, ni kitu muhimu sana. Kama umeokoka wewe, sio kondoo asiye na mchungaji. Huo mstari wa kondoo asiye na mchungaji upo katika Isaya sura ya 53 mstari wa sita. Wakati wa ukengeufu, wana wa wana wa Israeli wakifanya maovu yasiyompendeza Bwana, lakini kabla ya, ki, kabla ya kipindi hicho Daudi alisema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Na baada ya hapo katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 25 maandiko yanasema, kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Huyu ndiyo Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Haleluya, haleluya, barikiwa.